Audhu billahi minash shaytwanir rajim, bismillahir rahmanir rahim thumma swalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa swahbihi ajmain rabbi shrahli swadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma baad, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika iman, tuendelea na darsa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu wema na upole katika maisha ya muislamu. Dada zangu katika iman, Allah subhanahu wa taala ni mpole kwa viumbe vyake ni mwenye huruma kwa waja wake, ni mkarimu katika msamaha wake, katika na mpole katika maamrisho na makatazo yake. Anasema Allah Subhanahu wa Taala katika Quran, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Anasema Allah Subhanahu wa Taala katika Quran suratul Baqara aya mia mbili na thamanini na sita kuwa hawakalifishi waja wake ila kwa kadri wanavyoweza yani, wanavyoweza kuyafanya na kuyafuata. Dada zangu katika iman, mojawapo ya matunda mash, yaani mashuhuri na yenye ladha nzuri ya tabia njema na moja ya dhihirisho la dhahiri na zuri la mwingiliano mzuri ni sifa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema huihusu kuwa, ma kana fi shay'in illa zanahu Wama, yani nuzica min sheiin illa, sha, illa shanahu innahu arifq. Yani mtume sallallahu alayhi wasallam amesema haikuwahi kuwepo katika kitu chochote bila ya kukipamba na haikuwahi kuondolewa katika kitu chochote bila ya kukiharibu, nayo ni sifa ya upole au wema. Dada zangu katika imani, imekuja pia katika Sahih Almuslim kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man yuhrim rifqa yuhrim lkhairi kullahu, yani mwenye kunyimwa wema basi amenyimwa kheri yote o kheri zote. Dada zangu katika iman ni <coughs> kiasi gani mwislamu anahitaji wema katika maneno na matendo yake katika tabia na muamala wake na familia yake na jamaa zake na marafiki zake na wapenzi wake na vijana na vijana na wazee na wanaume na wanawake pamoja na ubinadamu na kwa viumbe vingine vyote. Dada zangu katika imani, tunahitaji wema na upole kiasi gani? Yani, katika wakati huu ambapo vurugu, ukatili, ukali vinazidi kuongezeka majumbani, mitaani, masokoni, viwanjani, vilabuni na sehemu nyinginezo za umma na za faragha. Dada zangu katika imani, wema ni kudhibiti matamanio na matakwa ya mtu kumlazimu mtu, yani kuwa mvumilivu na mkarimu, kumzuia mtu kutokana na jeuri na haraka na ku, yani kujizuia sana kutokana na dhul na dhulma yoyote katika maneno, matendo na kadhalika. Wema ni kilele cha hekima uthibitisho na akili kamilifu, utu wenye nguvu na uwezo wa kudhibiti matendo na mapenzi ya mtu na mtazamo ulio sawa, na ni kadhalika dhihirisho la ajabu la ukomavu na ni tunda kubwa la dini ya kweli. Dada zangu katika imani, inaleta amani ya akili, usafi wa moyo, faraja ya mwili, na ni njia ya mawasiliano urafiki na kufikia malengo ya mtu. Dada zangu katika imani, hivi ndivyo muumini anapaswa kuwa katika shughuli zake na tabia yake. Dada zangu katika imani, wanavyuoni wamefafanua neno wema, ni kuwa mpole, yani katika kauli na vitendo na kufanya vitendo vizuri. Kinyume chake ni, yani ujeuri na ukali, na kinyume chake yani, kama nilivyosema ni ujeuri na ukali. Yani, dada zangu katika imani, wema ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na atakayepewa sifa hii atapata kheri kubwa duniani na akhera. Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia Mtume wake sallallahu alaihi wasallam wema na upole kwa ndugu zake Waislamu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran Surat Alimran aya mia moja na hamsini na tisa fabima rahmatin min allahi linta lahum walau kunta faddan ghalida lqalbi lamfaddu min hawlik, basi ni kwa sababu ya rehma itokayo kwa Allah subhanahu wataala ndio umekuwa ni mpole kwao, na lao ungelikuwa mkali mwenye moyo mgumu, bila shaka wangelikukimbia. Akasema Ibn Kathir rahimahullah, lao angelikuwa mkali yani wa kauli na na ukali, ukali kwao wangelisambaratika na kumkimbia. Dada zangu katika imani, funzo la kwanza kutokana na aya hii ni kwamba, ukiuliza ni kitu gani kinachounganisha nyoyo na nafsi za watu katika umma mmoja chini ya mtu mmoja, jawabu lake ni upole na wema ambao Allah subhanahu wataala amesema juu yake katika aya hii okay. Fa in fa bima rahmatin min Allahi linta lahum, basi kwa rehma ya Allah subhanahu wataala wewe umekuwa ni mpole kwao na ukiuliza dada zangu katika imani, sa-katika iman sababu ya mgawanyiko wa nyoyo unaosababisha mgawanyiko na na ufarakano unaotokea miongoni mwa jamii, basi yatakupa ya, yani yatupasa ya kujua kama Waislamu kwamba ni ujeuri, ni kiburi na ukali. Ndiyo maana akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, Surat al-Imran aya hii ya mia moja na hamsini na tisa walau kunta faddun ghalidul qalbi lanfaddu min haulik, na lau ungelikuwa mkali mwenye moyo mgumu bila ya shaka wangelikukimbia. Dada zangu katika imani Wasifu wa, yani wasifu wake Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa umejaa tabia ya wema na upole. Alikuwa mpole katika muamala wake, maneno yake na matendo yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na utamaduni wa kuwatendea, yani wema wake zake na familia yake ambao ulikuwa ni nini? Ulikuwa ni utamaduni au tabia ya, ya wema. Alikuwa ni kielelezo cha kwanza katika matendo yake, maneno yake na muamala wake kwa wema, upole, upendo na huruma. Maisha yake, dada zangu katika imani, yalikuwa yamejaa tabia hii adhimu. Alipenda dada zangu katika imani sana wema na aliwahimiza watu wawe wema na akawatia moyo kufanya hivyo. Amesema Anas bin Malik radhiallahu anhu, Nimeishi na Mtume sallallahu alayhi wasalam kwa miaka kumi, hakuwahi hata siku moja kuniambia uh oh juu ya jambo nililolifanya, kwa nini ulifanya hivyo, au kuhusu jambo nililoliacha, kwa nini yaani umeliacha. Na akasema pia Anas bin Malik radhiallahu anhu, nilikuwa nikitembea na Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka mbaya, kisha bed, bedui mmoja Akamshika Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumvuta nguo yake kwa nguvu, mpaka nikatazama ubavu wa bega la Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mpaka nguo ile ikaacha alama juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na nini? Kutoka, kutokana na ukali wa mvuto wake. Kisha akasema yule bedui, e Muhammad, niamuru kutoka mali ulionayo kwani ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamgeukia yule bedwi akacheka, kisha akaamuru apewe yule bedwi kitu katika mali ile. Hadithi hii imekubaliwa, yani yeah, ni hadith muttafiqun alayhi na katika sahihi mbili Sahih Bukhari na Sahih Muslim, kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mtu mmoja alileta kesi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu ngamia aliyokuwa akidaiwa naye, naye akamfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam ukali. Masahaba zake wakawa na wasiwasi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia masahaba zake, mwacheni, kwani mwenye haki ana kauli. Mnunulieni ngamia na mumpe. Wakasema maswahaba, hatuwezi kupata ngamia ila aliyebora kuliko umri wake. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inunueni na mpeni, kwani mbora wenu ni yule ambaye ni mbora wenyu katika kutumia. Hadithi hii imepokewa na, na, na Imamu Al Bukhari na Imam Muslim katika vitabu vyao vya Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Dada zangu katika iman imani, imani iliyoje ikiwa imepambiwa kwa elimu ni nzuri, yani ni uzuri ulioje! Ujuzi unaopambwa kwa vitendo, jinsi inavyopendeza! Tendo linalopambwa kwa upole na wema, hakuna kitu kinacho, on, kina, yani kinachoongezwa kwa chochote kama uvumilivu pamoja na maarifa. Ama kwa hakika, yani apandaye mti wa upole na wema atavuna matunda ya usalama. Dada zangu katika imani, yani kama waislamu tunatakiwa kuwa wema kwa ndugu zetu, kuwahurumia, kuwasamehe makosa yao, kuwahurumia wanyonge wetu, kuwaheshimu wazazi wetu wakiwa hai au hata wakiwa wame wamefariki, na kutofanya mambo kuwa magumu. Tujihadharini dada zangu katika imani na unyanyasaji, kwa maana uharibifu haujengi na uharibifu na yani hau, haufanyi marekebisho na unagawanya yani na hauunganishi. Kuna baadhi yetu dada zangu katika imani ambao mioyo yao imejaa ukatili na ukali, wana ujeuri na wanajitahidi yani katika kueneza ufisadi duniani. Wana ujeuri katika kauli zao, katika vitendo vyao, ujeuri katika wanavyotoa na kuvichukua.

hayui juhudi yao kuleta kheri, bali ni kuleta ufisadi na kuteketeza, yani mimea, kukata miti na kuua wanyama na binadamu, na Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi watu kama hawa wafisadi. Dada zangu katika imani, watu hawa wanadhani kuwa upole ni unyonge na rehma ni udhaifu. Subra wanadhani kadhalika pia ni uvivu, na wema wanadhani kadhalika ni unyonge. Wanadhani pia kuwa ukali ni nguvu, ushikamano na kujitolea. Yatupasa dada zangu katika imani kujitenga kabisa na tabia hii ya ukatili na ukali kwa sababu ya kuenea kwa ukatili na vurugu na kutokuwepo kwa tabia ya wema na upole. Kila mtu sasa analalamika dada zangu katika imani. Kila mtu sasa kwa wakati huu analalamika kuhusu ghasia zinazoenea katika jamii. Walimu wanalalamika Watoto wanalalamika, wazazi wanalalamika, wanandoa wanalalamika, jirani wanalalamika, wafanyabiashara wanalalamika, yani wafanyakazi wanalalamika. Kwa hiyo dada zangu katika imani, wema uko wapi na upole uko wapi? Kadhalika uvumilivu uko wapi? Hekima dada zangu katika imani kadhalika iko wapi katika kushughulikia mambo? Jinsi wema ni nzuri dada zangu katika imani na jinsi watu wake walivyo wazuri Watu leo dada zake katika imani wanahitaji sana kushughulikia wao kwa wao kwa wema na upole katika jamii na katika nyanja zote za maisha. Imepokewa kutoka kwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, rahimallahu rajulan samhan idha baa Waitha ashtara, waitha qtada, yani Mwenyezi Mungu amrehemu mtu ambaye ni mpole anapouza na anaponunua na anapokusanya deni. Haya amepokea na Imam Al-Bukhari. Dada zangu katika imani, wema haina mipaka. Uislamu unahitaji wema katika nyanja zote za maisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, Inna Allaha rafiqun rafiun yuhibu rifu fi majala tarbia watalim -ta wa yad'u ila rifq bil musiin yad'u ila rifq bil aqarib wa yad'u ila rifq bil aba'id wa yad'u ila rifq bil insan wa yad'u ila rifq bil, wa bil, wa bil, wa bil hayawan. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ni mwema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwema na anapenda wema katika kila kitu. Dini hii inahitaji wema katika elimu, wema katika malezi, wema katika kushughulikia Uh, katika kushughulika na wakosaji, wema katika kushughulika na jamaa, wema katika kushughulika na wageni, wema katika kushughulika na watu, na wema katika kushughulika na wanyama. Dada zangu katika imani, Uislamu unahimiza walinganiaji, waelimishaji kuwa wapole na wema katika nyanja za utetezi, katika nyanja za elimu na ufundishaji. Quran tukufu inabainisha haya katika surat An-Nahl aya ya mia moja na ishirini na tano. Baada audhu billahi min alshaitani lrajim udcuu ila sabili rabbika bilhikmat walmawizati hasana wajadilhum bilati hiya ahsan, waite kwenye njia ya mola wako kwa hekima na mawaidha mema, na ujadiliane nao kwa njia iliyo bora zaidi. Dada zangu katika imani, kupitia wema, upole, uvumilivu na mioyo yani, yani, na moyo kufunguka na elimu na mafundisho kupatikana ni yani, kupitia wema na upole, uvumilivu, na moyo hufunguka, na elimu na mafundisho hupatikana, amani na utulivu wa nafsi huenea katika jamii. Na huu ndio mwongozo wa Mtume salallahu alaihi wasallam, na ndio wasia wake wa mwisho. Katika Sahih Muslim kutoka kwa Abu Musa al Ashari amesema, kila mara Mtume salallahu alaihi wasalam alipomtuma mmoja wa masahaba zake katika misheni fulani alikuwa akisema, bashiru wala tunaffiru wayassiru wala tuassiru. Yani, bashiria na usiwazuie wengine, na fanya mambo kuwa mepesi na usiyafanye kuwa magumu. Dada zangu katika imani, kadhalika Allah subhanahu wataala alipowatuma Musa na Harun alayhi assalam kwa Firaun ambaye alikuwa kama alivyokuwa katika dhulma za dhulma yake na kiburi chake na uadui wake juu ya haki na watu wake, Allah subhanahu wataala aliwaambia kama ilivyokuja katika Quran um,

kwa kuwa, kuwa amepindukia mipaka na mwambieni maneno laini, huenda akazingatia au akaogopa. Dada zangu katika imani, ni wajibu kwa wazazi na walimu kuingiza wema katika nafsi za watoto wao na na wanafunzi, kwa wahitaji wema katika kwa, kwa yani wanahitaji wema katika taasisi zao, nyumbani wanahitaji wema mitaani, wanahitaji wema kwa sababu hali ya ujeuri imeenea miongoni mwa vijana. Hakuna yeyote aliye mbali au karibu mdogo au mkubwa au mzee anaye yani epushwa na ujeuri wa vijana katika mitaa. Dada zangu katika imani, kadhalika, miongoni mwa wale wanaostahili kufanyiwa wema zaidi ni wake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahusia waume pale aliposema: istausu bin nisai khairan yani, watendeeni wema wanawake. Mwisho kabisa, namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sote kuwa miongoni mwa waja wake wema Pongezi dada zangu katika imani kwa wale miongoni mwetu wanaofuata mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wapole wema, wastahimilivu, yani wanaoepuka jeuri na ukali, wenye urafiki unaomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Shukran jazila wa barakallahu fikum.